Naitwa Geoffrey Mkinga, meneja wa tarlo mkoa wa Dar es Salaam. Uh, leo tumeendelea na ziara siku ya pili ya ukaguzi wa kazi za barabara uh, matengenezo ya barabara kwenye ndani ya mkoa na, kwa, kwa mtindo huo leo tumeanza eneo la Temeke, tumekagua barabara ya kwa diwani, lakini pia barabara ya Basel ambazo ni sehemu ya barabara ya utekelezaji uh, wa mradi wa DMDP ya awamu ya, ya pili ambapo tumeona kuna maendeleo mazuri. Mkandarasi ni SGRE ambao tunategemea kutengeneza zaidi ya kilomita saba nukta mbili eneo lile pale eneo we, la makazi ya watu lakini pia na biashara. Lile eneo utaona kuna issue za shughuli za viwanda uh, na magari makubwa yamekuwa kipita mle. Kwa hiyo hali imekuwa sio nzuri eneo barabara zile zote tunazitengeneza kwa kiwango cha zege, ili kuweza sasa kukabili shughuli za kiuchumi ambazo zinaendelea eneo lile pale, kwa sababu kuna issue za magari makubwa, ISD zile ziko mle, lakini na malori makubwa yanapita vivyo hivyo. Pia tumekagua barabara ya uh, Yombo ambayo tunaitengeneza ina urefu kilomita 1.6 kilomita moja na lami kilomita sita hizi zilikuwa hazina lami, lakini pia zinapita kwenye maeneo ya ICD. Nayo tunaijenga kwa, kwa kiwango cha zege inajengwa uh, kwa kushirikiana na mkurugenzi wa manispaa amekuwa akituwezesha kupata fedha za matengenezo ya mara kwa mara. Kwa hiyo tunatengeneza barabara hiyo ya, ya Yombo lakini pia na barabara ile ya Dr. Omar. E, wenzetu wa manispaa ya Temeke tunawashukuru sana, wametupa fedha tunajenga ile kipande cha mita 600 chote tena na chenyewe kwa, kwa kiwango cha zege halikadhalika, tumetembea kukagua eneo hili la Tuangoma. Barabara ya Tuangoma Masaki ina urefu wa kilomita tatu nukta tisa na yenyewe ilikuwa ina changamoto kubwa sana, kama ambavyo mmekagua huko, umeona ni eneo ambalo lina mchanga, ni eneo ambalo sio imeli, mvua ikinyesha kidogo basi e, udongo wote unajongea una, una na mawasiliano na katika kabisa. Kwa hiyo tunamkandarasi atatekeleza eneo hili hapa lakini pia um, barabara ya maandazi anakwenda kutekeleza. Jumla ya mkataba nao utekeleza una jumla ya shilingi bilioni ishirini na saba, ndani yake atatekeleza pia na ujenzi wa vivuko cha urembo moja na cha urembo mbili. Kila mmoja atapitiwa kwa namna ambavyo e, mkoa, viongozi wa mkoa waliona barabara hizi zinafaa. Asante sana. Hapa tulipo uh, ni chamaruba ambapo baada ya mvua nyingi zilizonyesha takriban miezi miwili kuanzia mwezi wa nne na mwezi wa tano, eneo hili lilikatika na kufunga mawasiliano ya upande mmoja na mwingine. Na baada ya hapo kwa kushirikiana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa e, waliomba fedha na serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi ya awamu ya sita inayoongozwa na, na Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan waliidhinisha wali fedha kwa ajili ya kufanya matengenezo ya dharura kwa kujenga Karavati. Midomo, uh, line tano ili kuweza kuunganisha upande mmoja na mwingine uliokuwa umekatika, lakini sambamba na hayo pia kutekeleza kauli mbiu ya wakala barabara wa vijijini na mijini TARURA, inayosema kwamba tunakufungulia barabara kufika kusikofikika. Hiyo barabara tuliyoingia nayo pale ambayo magreda yanaendelea kufanya kazi.